Wabunge wanaoegemea mrengo wa upinzani wameendeleza shutuma dhidi ya serikali kwa madai ya kutumia hela za ras, na rasilimali za umma kuwahonga wapiga kura. Wakizungumza kwenye hafla ya kampeni ya chaguzi ndogo za wawakilishi wodi eh, kule Nyansiongo, Nyamaiya na Ekerenyo katika kaunti ya Nyamira, viongozi hao wamewashauri wapiga kura kutoshawishika eh, kuto kutokana na rushwa imebakisha mbinu moja tu, mbinu ya kutumia pesa ya kumwagia wananchi pesa. Lakini hata ukipatiwa shilingi elfu kumi, elfu kumi kwa siku 30 ni pesa ngapi? kwa kila siku si ni mia tatu. Sasa ukipewa hata elfu mia moja, hiyo itakutosha ikufikishe 2027? Pesa itasaidia Ruto ama inamwangusha? Serikali imeanguka ama serikali haijaanguka? Ruto Mas William Samoei Ruto amejua nguvu ya kupeana hongo hata kwa wabunge. Hiyo hongo usijaribu kuleta katika kinyang'anyiro cha MCA ya Ekerenyo Ward. Kwa sababu tutakufinya, tutakufinya. We are not going to allow you one extra minute economy. Na wewe tunakuambia, tumekufungulia njia Expressway kutoka Nairobi mpaka Sugoi, na mheshimiwa William Ruto tunakutuma nyumbani kwa sababu ya sera zako wewe ukisimama unadanganya wananchi ati shaa inafanya. Mimi kama seneta wa Nyamira, nikiwa Ekerenyo, nataka niuliza wananchi, shaa inafanya ama haifanyi? Inafanya ifanyi? Ruto ni muongo si muongo? siasa